Umati huu unaoona huu ni wachache katika watu ambao wanatamani waje hapa waje kusema maneno, kila mmoja kwa na upendo wa baba yetu kasimu majaliwa Majaliwa, naombeni kwa ridhaa yenu ambayo tayari mmenipa, nikiwawakilisha mawazo yenu, nikiwawakilisha mahitaji yenu naombeni nitamke kwa niaba yenu, baba, watu hawa wanasema asante sana. Kila mmoja ukimpa hapa nafasi ya kuelezea alivyoguswa na baba huyu mwenye upendo, mwenye hekima, asiyochagua mtu wala kujali sifa za nani, yeye anaguswa na utu. Wangeweza kusema na kuandika kitabu, sina uwezo tu wa kusema. Katika maisha yako, endapo utaandika kitabu, tupe nafasi chapter moja tuandike unalwangwa juu ya wewe na sisi uliotufanyia. Hakuna mtu ambaye anaweza kuiga katika sisi hapa Hakuna. Miaka kumi na tano chache sana, lakini aliyotenda ni ya miaka kama hamsini. Siwezi kuorodhesha kwa sababu wote nyinyi mnafahamu aliyotenda, si ndio? Kwa hiyo ninachokisema baba, kwa niaba ya watu hawa wasiopungua laki moja na elfu themanini lakini watu hawa wanaishi kwenye kata ishirini na mbili hawa wametoka kwenye vijiji tisini. Hawa wametoka kwenye vitongoji mia nne thelathini na tano lakini nikuhakikishie, hawa hawa hawatakuja kukusahau katika mioyo yao. Ninayasema haya kwa sababu mimi ni shuhuda, nimetembea kwenye hiyo jiografia niliyosema nilikuwa nawasikia wenyewe wanasema, wewe utakuwa kama Majaliwa. Sasa huu ni ushuhuda kwangu, yale ambayo walikuwa wanasema wale leo wako hapa. Ukiwaulizwa wametoka wapi? Au nao sikia, mtoka Mandawa hawa mpaka kiperemende juu kule, hawa wengine wametoka Chinongwe hawa hapa. Na uzuri diwani wake wa Chinongwe amewabeba, wako hapa. Ninachokisema nakijua kwa sababu wameniambia wakati naenda kuomba ridhaa niwe mbunge wao. Ninachokisema ni nini? Sisi wote wa Ruangwa kwa mapenzi makubwa tuliyoonyesha onye kwake, naombeni tuendelee kumuombea baba huyu, aendelee kuwa na afya njema, abaki katika hekima, ili aweze kupumzika akiwaza na aweze kulipa maelekezo nije kufanya nyinyi, muendelee kuwa imara. Na Majaliwa, baba Majaliwa, mimi sina la kusema. Kwa niaba ya wananchi hawa wote hawa, naomba kwa niaba yao nipige magoti, niseme asante sana, asante sana, asante kwa upendo mkubwa, asante kwa malezi mazuri, asante kwa maendeleo. Baba, tutakuenzi. Sina jinsi ya kusema mimi, nasema asante sana.